Markazi Imaamul Muzani katika maeneo ambayo inapatikana inasimamia sana sana masuala ya kuelimisha jamii na hasa hasa uboreshaji wa madrasa, kuboresha madrasa na masuala mazima ya kusomesha watoto ambao ima hawajui kabisa kusoma, watoto wa ibtidai watawasita, lakini vile vile inajihusisha na mambo mbalimbali ambayo ni ya kheri. Sasa ndugu zangu, nakuombeni, nakuombeni kila ambaye video hii itamfikia, nakuomba ewe ndugu yangu uweze kuchangia katika ununuzi wa nyumba kwa lengo la kupanua madrasa yetu hapa markaz Vingunguti, katika wilaya ya Ilala, yaani vingunguti Butiama katika wilaya ya Ilala. Tuna mpango wa kuipanua madrasa kutokana na uhitaji wanafunzi kuwa wengi. Kwa hiyo tunakuombeeni, ndugu zangu. Pesa ambayo tunahitaji kwa sasa kwa haraka haraka ili tuweze kuendelea na shughuli zetu hizi za upanuzi wa madrasa na ili watoto wapate kusoma, watoto wa tamhidi, kwa maana wale ambao hawajui kusoma kabisa, na watoto wa ibtidai na watoto wa mutawasita, pesa ambayo inahitajika ni milioni sitini za Kitanzania, ambapo ndugu zangu, tukipatikana watu alfu moja, kila mmoja akachangia shilingi elfu sitini sitini, hiyo pesa inakamilika. Kwa hivyo basi, kuna yule ambaye yule ambaye ana uwezo wa kuichangia elfu sitini kwa pamoja au zaidi yake tunamkaribisha au mtu anaweza kuichangia s ndani ya mwaka mzima akachangia kwa kila siku shilingi 200 mia mbili au mia moja na sabini ni jambo la kheri, mpaka mwaka mzima atakuwa amekamilisha. Au akachangia shilingi mia kwa kila siku, au akachangia kwa kila mwezi, kwa kila mwezi akachangia shilingi a inshaallah tabarak wataala kwa mwaka mzima atakuwa amekamilisha shilingi elfu sitini. Tutakapokuwa tumepatikana watu alfu moja, la shaka ndugu zangu, hili swala litafanikiwa na Allah subhanahu wataala atatulipa ujira wote ambao tutashiriki swala hili la ujenzi wa madrasa, yaani kupanua madrasa na kuboresha hiyo sehemu ambayo itakuwa imeongezewa Assalamu alaykum. Na kuombeni kabisa, ndugu zangu Waislam, mtuunge mkono ndugu zenu wa markaz Imaamul Muzani Shafii, nikiwa mimi Alustad Abdurauf Abdallah Uthman Almunawi Ashafii al nkiwa ni msimamizi wake mkuu. Na kuombeni ndugu zangu, mtusapoti katika hili swala, tuweze kuipanua hii madrasa, kwani watoto watakapokuwa wamesoma madrasa wakamjua Allah subhanahu wataala wakamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam wasallam wakaujua Uislamu kwa dalili zake, la shaka kheri nyingi zitaweza kupatikana za hapa duniani na kesho akhira. Na kuombeni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah, kulile ambalo unalitanguliza ndugu zangu, lile ambalo unalitanguliza ndugu yangu muislam hakika utalikuta mbele ya Allah subhanahu wa taala, na ni kheri ambayo yani utaikuta kwa Allah na ni ujira mkubwa ambao utakuta kwa Allah subhanahu wa taala. Utalikuta ni rehani ambayo umewekeza mbele ya Allah subhanahu wa taala. Tuna kuombeni mtusapoti katika hili swala, tusapotini katika hii markazi yetu, kwani tuna ita mahitaji mengi, lakini hili ni la muhimu sana sana sana, ndugu zangu, la kuipanua